Je, umeona korodani yako moja ni kubwa kuliko nyingine? Ndugu yangu aili, ni jambo la kawaida au hatari? Ni maswali ambayo wengi wamekuwa kijiuliza. Ah, sasa nikukumbushe kwamba ukiona korodani yako imeshuka zaidi, mara nyingi ni ishara ya kwamba unaweza ukawa na changamoto ya varicocele, na maana mishipa ya damu iliyopanuka kwenye korodani. Lakini namba mbili ni ngili iliyoshuka. Kwa hiyo inabidi uangalie kama imeshuka sana, ni tatizo, ila kama imeshuka kidogo, sio tatizo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ikishuka eh, kidogo kidogo inashiria kwamba ikishuka kidogo ni kwamba inasababisha zile korodani zisigongane, lakini namba mbili ni kwamba izalishe vizuri amani. Uh, sasa, kama uko hapo, unaona korodani yako imeshuka zaidi kuzidi jenzake, basi hakikisha unapunguza kukaa chini kwa muda mrefu. Fanya mazoezi ya kiuno ambayo tunasema ni mazoezi ya Kegel ambayo tunasema ni pelvic floor, lakini pia kula mboga mboga za majani kama uh, mboga, mboga za majani kama kale kama cabbage, mchicha, lakini pia hakikisha parachichi zikose karanga, maji mengi ili kusaidia mishipa ya damu. Lakini nikumbushe, ili kudumisha afya ya korodani kwa kupunguza maumivu, ili kuondokana changamoto hiyo, hakikisha unatumia ngili safi. Ngili safi ni dawa ambayo imewasaidia watu wengi kuondokana na changamoto hiyo. Inasaidia misuli ya tumbo na mishipa ya korodani. Kama bado unazidi kuteseka, wasiliana na Daktari Jimmy leo kupata msaada zaidi. Karibu.